Nam, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV, ninakusalimu kwanza, ikiwa muda huu ni wa asubuhi, lakini na nikikuambia ya kwamba huu ni mwisho wa wiki, Jumapili, ya kwamba kuja kukupasha habari za wiki ambazo zilijiri na upate kufaidia mengi, kutokana na mapambano ambayo yalijiri na habari tofauti ya kwamba uweze kuzifaidia kutokana na hali ya sasa katika wiki ambayo inapasha tu habari na hivyo, ninakuomba kuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki upate kufaidia mengi na kukuomba upate kujiunga kwenye channel ikiwa huwe uangalia mpya kwenye channel, ili ya kwamba unapata habari zetu zote mapema bila kuponda muda, na tutajielekeza mara moja huko tarafani Masisi katika Kivu ya kaskazini, ni kwamba baada ya milipuko ya mabomu kwenye makambi ya waasi wa M23 katika wame wa Oso Banyungu, vijiji vingi viko chini ya ulinzi wa jeshi la Kongo. Natukumbushe ya kwamba vijiji hivyo kama Ndete, Mulema, Luke na Kishonja tarafani huko Misisi katika wami wa Oso Banyungo, Kivu ya kaskazini zikiwa chini ya uangalifu wa majeshi ya Kongo baada ya miripuko mikali ya siku mbili katika wiki hii, ikiwa Jumatatu na Jumanne. Kutokana na duru za mahali katika uwanja wa vita, ni baada ya miripuko ya mabomo ngambo ya waasi wa M23 ambayo ikisababishwa na ngambo ya pili ya jeshi la FARDC au jeshi la gavmenti ya Kongo, ambayo imesindikizwa na wazalendo kuwa tu kwenye malengo ya kuweza kuchukua ushindi na huo ukombozi. Gavmenti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatoa toleo la sare za kijeshi na silaha zilizo mpya kwa wazalendo maeneo ya Kilungutwe tarafani Mwenga Kivu ya Kusini, na jambo hilo tukumbushi ya kwamba linaendelea kuzagaha na kuonyesha furaha kubwa kati ya watu kadha wa kadha katika mioyo yao, na hivyo jambo hilo linaonekana kuwa mpya na lenye kufurahisha katika hali kubwa katika mioyo ya watu hata huko Rushimisha maeneo ya Muramvya katika groupment ya Bavira tarafani Uvira kwenye milima mikuu katika Kivu ya Kusini kumeonekana mapambano makubwa, ikiwa hapo tariki 14 mwezi wa Novemba mwaka wa 2025 mapambano kati ya wazalendo na wahasi wa M23 wakiungana na hao wa Twigwaneho na hivyo kuweza kujiri mapambano makubwa katika maeneo hayo. Tukumbushi ya kwamba watu walio hapo zaidi urahia wa Wanyamulenge kuonekana kuzagaha maeneo tofauti katika miji iliyo pembezoni au katika miji mingine kutokana na mapambano hayo yaliyoweza kujiri maeneo hayo baada ya mapambano makubwa yaliyojiri huko Mikenge maeneo ya Tuwetuwe, hata pwenzero katika milima mikuu ya Fizi, ikiwa kivu ya kusini, na kuweza kuona wazalendo kutoka maeneo tofauti ili kupanda huko juu kwenye milima mikuu kwa sababu ya kuweza kuleta msaada mkubwa na kuchukua maeneo makubwa sana kama vile Minembwe, ikiwemo pia jeshi la Burundi kuweza kusaidia maeneo hayo ambayo yaliweza kushikwa na waasi wa M23 wakichangana pia na Red Tabara. Na hivyo tu tukumbushe ya kwamba baada ya mambo hayo lakini kwa sasa kungali kunasikika ukimya kabisa bila chochote kile kuweza kuendelea. Baada ya hayo, ni kukusante nikisema shukrani kubwa kuwa nami mwanzo hata kufika katikati, kwa maana ninataka kukuachia makala fulani ambayo inazungumza kuhusu huyo jenerali Chiviri ambaye anashika maeneo ya Uvira kwa kuongoza, kutokana na vita au mapambano yanazidi kuendelea huko na waasi wa M23, akizungumza mengi na kwa kina zaidi. Lakini ninakuomba kuwa nami mwanzo hadi mwisho katika vipindi vyote na kuweza kujiunga iki wewe ungali wa mpya kwenye kituo hiki cha habari ili unafaidia habari kutoka mashariki mwake DRC, huko Kivu ya Kusini, hata katika maeneo mengine Afrika na maeneo mengine katika ulimwengu mzima ikiwemo tu habari ambazo zinaweza wewe kukufaidisha. Na hivyo ninakuachia, tutakutana ikiwa tena wakati mwingine uh, ninarudi mara tena ni wenu Apotre Joseph wa kila siku, ambaye mnaelewa ninakuja na ujumbe. Ni wa Generale Chiviri, nataka nikwambie, ulikuja Uvira hauzidi wengine wa generale wote ambao walifika pale Uvira, hauzidi wa generale ambao walikuwa Goma, hauzidi wa generale ambao walikuwa Kavu. Na wewe ninakufahamu Makati ulikuwa ungali present nagisi, ukakuwa meja, kwa sababu kepta ukuwahi kuivaa. Ulianzia kumeja nagisi, ulikuja ruka ukavala kanal juzijuzi hapo ulivala general na huko Kamituga. Bwana, ninakuelewa kirefu na hakuna kya maana ulishakafanyizia Kongo, ama ndani ya jeshi la Kongo iwe kwa upiganaji, wewe si mpiganaji bwana, ninakujua na ninakuelewa, na kwa sasa jinsi unajitahidi kupika Mkera na kupanga vita kwa sababu ya Minembwe. Jamaa, nakwambia hivi, hapo Mkera utatafuta njia ambayo itakufikisha Uvira. Mipangilio yako yote niko nayo kumeza, lakini ninakuarifu, mnajuaka kwamba sisi tunapigaka eneo na tunaarifu, utatafuta njia ambayo itakurudisha Uvira. Jinsi uko hapo Mkera, ujue kama njia ya Simbi tayari tunaidhibiti. Ujue kwamba njia ambayo itakufikisha Kananda tuko pale, na ukitaka kuingilia Kichanga ili uende Kafulo, jamani, hautapata njia. Lazima wewe utakuwa general wa pili kukufia kuvita kama vile Chirimwami. Hiyo Minembwe ambayo mnagonjwa ambao munaikalia munapangia, e, hamutaitia kikanyagio hata wakati mmoja. Hilo ni uongo mtupu lakini na kuarifu kwamba utapata Kirimwambi, utakuwa jenerali wa pili kukufia kuvita. Gisi mnakufa sawa vile wajinga, jenerali mzima unakufia kuvita sasa. Maskari wangapi sasa walikufa kwenye, we jenerali unakufia kuvita. Ona gisi unajitoa sadaka we peke, unajileta kumkono we peke. Nani alikuleta? Utajiuliza nani alikuleta pan. Lazima nitakushika mzima, ama nikamate maiti yako. Mwenye alikudanganya kama weye chivi utakamata Minembwe anakudanganya bwana, nitakushika mateka na kama sikushiki mateka nitachukua maiti yako, kisha tuangalie kati ya wewe na mimi nani mwanaume. Haunizidi kupanga vita, haunizidi ujasusi wa kujua habari ni na habari zako zote, ni na habari zako zote na mabaraga wako wote, ambao huko nazunguruka kati ya miguu yao wote, nawajua na nina mbinu ya zaidi ya kukupata, iwe mchana iwe usiku, huko katika mikono yangu bwana, na wale watoto wa watu unataka kuwisha ujue kwamba tunawasubiria, tuna na mikono mbili wenyewe. Watakuja kunjia ambao nasukuma sukuma ya kwenzero e, njia bichikachika e, kutokea milimba e, wakutokea kipupu na wakutokea e, njia ya kamombo kule na kuambia kwamba mukaribie, tuna wangoja na mikono miwili. Alafu kitu mutakacho kionea hapo hamtasababu kitu, na mtajiuliza nini kilitudanganya. Tutawaonyesha kiamte makuni na sherti itabakia historia mulimwengu mzima ibakie historia na ninayokuhakikisha, jisi unajigamba kwamba utatoka Mkera, ulisha ulishafika Minembwe. Na mimi ninakuarifu kwamba jisi unafika Mkera, hautarudia Baraka, hautarudia Uvira, nitakushika mateka ama nitachukua nita mwili wako ukiwa mauti. Hiyo ni message nakutumia na ikufikie hapo Mkera kwenye huko, na wakati wowote utasikia hii message. Na ninakuarifu, ninakuambia na pale Mkera unajua kwamba ni sehemu ambapo napaelewa sana, na we unapaelewa, ulitumika pale ungali meja bwana, na mimi nilitumika pale ningali kepta bwana, tunajuana, tunajuana bwana, lakini